Kwa nini? Kwa kuwa huyu pengine alikuwa naye Mtume au kama hakumvona ayana siku zote Mtume pengine huia katika usingizi akaya kamwecheana kiachu ichi kiachu vambie uma wangu watabaruku nach na e, jamanini, twenda wapi sisi na bidaa kama hizi? Watu shika mazima huenda kutabaruku kwa ziachu za Mtume, watu wana itikadi ya Mtume kuja, hamwangalii nususi za kisheria. Jamani, itikadi za Mtume kuja ya kwamba huhudhuria, ndipo pale katika kiamu chao kukaanza fujo. Mtume huyo marhaban wahlan wasala bala, ikawa sasa yamepamba moto, fujo limepamba sasa. Mtume hata tukijasiri tuki, tuki kusema huhudhuria, basi hupokewa kwa fujo la kisampuli hiyo. Ninyi zile munazopiga ni kelele na haifai. Wewe kupiga kelele mbele ya nani? Mbele ya mtume salaa sallam, ni adab hiyo imewekwa katika Suratul Hujurat. Atatokeza mtume wapiga kelele huyo huyo. Wewe hufukuza manyani, hukurubisha mtu we uko shambani, watoa wa manyani katika shamba yako, huyo huyo huyo. Kushutuana huko ati nini nkite hiko namna gani nyinyi bwana. Hal yakhruju rasul min kabrihi kabla youm lkiama, mtume atatoka katika kabri yake kabla siku ya kiyama. Iko biri wasema mtume kweli atatoka kabrini kabla youm qiyama hiyo wanufika fi fa faidhahum min alajdathi ila rabbihim yansilun, imetafsiriwa mpaka yeye mwenyewe kusema mimi ndiye wa kwanza ambaye nitapasuka kaburi yangu itapasuka ya kwanza, atoke yeye, kisha watoke watukufu wengine, kisha ndio haya tufuate sisi. Lakini wa kwanza atakeetoka kaburini ni nani? Ni Mtume Muhammad sala sallam. Lakini wao hutuambia huja, huja, huja. Umentoa kabla ya siku zake, umentoa kwa mujibu wa maneno yenu yasiyokuwa na misingi. Huhudhuria, huhudhuria wapi? Huhudhuria, hauhudhurii, hakuna, hakuna. Huhudhuria wapi? Hauhudhurii kabisa. Mtu, mtume uko kaburini, Ar-Rasulu sallallahu alaihi wasallam, na manabii wote wako makaburini, wanangoja ile siku ambao ni ahadi maalumu, watu watoke makaburini, na yeye ndiye wa kwanza. Hatoki kuhudhuria kikao cha yoyote wala maulidi ya yoyote wala kikao cha aina yoyote hakuna. Nini ni kubaranganyishwa, baranganyishwa, watu waione ndio dini na si dini. Biidhnillahi lkarim, Najdi fitna ni za Iraq, si Najidi za Saudi Arabia. Najdi ya Saudi Arabia iliyotimbuka ni tauhidi. Najdi ya Iraqi fitna ni nyingi, na munaziona kulingamana kwa matokeo ya kitarehe na kwa dalili kabisa. Biidhinillahi lkarim, tafauti wanazozitaka kati ya uwahabi na sunna, tutaeleza sunna ni nini, uwahabi ni nini, kwa sababu ni mbali kabisa. Hata kuielewa sunna hasa imetafsiriwa vipi na uwahabi ninini, ndipo wakaweza kusema